Akiwa na umri wa miaka kumi na nne tu, alibebeshwa ujauzito na mwanaume aliyemlaghai kwa zawadi ndogo ndogo. Kwa sababu ya umri wake, hakuona kama anadanganywa, ila ni upendo wa dhati aliyokuwa anaonyeshwa. Kama ujuavyo, penzi la kwanza, mtoto wa watu akachanganyikiwa kabisa na kumwona yule mwanaume ndiye kila kitu kwake. Hakuna mtu mwingine aliyempa nafasi ya kumsikiliza, hata shuleni akaanza kufanya vibaya. Ikabaki kiulizo kwa walimu na wazazi wake, nini shida? Mwanaume yule alipokamilisha dhumuni lake, japo akutegemea kama lingekuja na jambo asilotarajia, yaani mimba. Ndipo hapo alipotokomea mbali na kumpa kitisho binti wa watu endapo angemtaja kwamba anahusika na ile mimba basi angemuua Aisha. Nimekuita hapa, naomba unisikilize vizuri sana, yaani utege haya masikio yako unisikilize, mwona hii sura, sahau kama ulishawahi kuiona katika maisha yako, na endapo utanitaja kwamba nahusika kwenye huo puuzi huo <laughs> Nitakuua. Kwa sababu ya umri wake mdogo wa kutokuweza kuchambua mambo na kuamua nini afanye na nini asifanye, kilicho kila likitekeleza, na hakuthubutu kumtaja yule mwanaume laghai, hata wazazi wake walipomtishia kumfukuza nyumbani. Mama Aisha, Mama Aisha! Jamani, saizi ni nini, nini? Abe, mme wangu, hebu njoo mara moja. Nakuja. Abee, mme wangu, hivi mimi kama baba wa familia hii nawezaje kuvumilia kumlea binti mwenye ujauzito, na huyo binti alivyo mpumbavu, anamficha mpumbavu mwenzake aliyempa ujauzito. Baba Aisha, mme wangu Hakuna baba Aisha mume wangu, lakini tumpe muda mtoto. Wewe mwanamke kumbe ujitambue. Kwa hiyo unataka niamini kwamba ujinga wa mtoto wako na wewe umechangia? Sina maana hiyo baba Aisha, lakini kama kuzungumza naye tumezungumza naye sana, tutafanyaje sasa? Endeleeni kufuga upumbavu wenu hivyo hivyo. Mimi kama baba nitajua cha kufanya, na nikifanya maamuzi ya kumtimua Aisha nyumbani, naomba ukae mbali kabisa na maamuzi yangu. Baba Aisha, tusije tukafika huko. Mme wangu huyo ni mtoto wetu. Hebu nipishe hapa. Siku moja alipokuwa chumbani kwake, aliyatafakari sana maneno ya mama yake aliyowahi kumwambia, pinde tu alipovunja ungo. Binti yangu mzuri, umekua sasa. Najua fika vijana wataanza kukumendea mendea, lengo ni moja tu, kukutaka kimapenzi. na kusihi usifungue mlango ukaruhusu kujiingiza kwenye mapenzi kwa umri huu, ikibidi ongeza kufuli kama liko moja. Huu ni wakati wako wa kuitengeneza kesho yako, ongeza juhudi zaidi kwenye elimu naamini hautaniangusha, Aisha wangu. Maneno hayo yalimtoa machozi, alilia sana, huku akifikiri namna anavyowaumiza wazazi wake kwa gharama nyingi za hospitali, huku mwenye mimba akiwa ajali chochote kuhusu yeye. Kibaya zaidi, amempa kitisho kinachomwogopesha sana Aisha. Nimekuita hapa, naomba nisikilize vizuri sana Yaani, utege haya masikio yako unisikilize. Mona, hii sura sahau kama ulishawahi kuiona katika maisha yako, na endapo utanitaja kwamba nahusika kwenye huo upuuzi huo, <laughs> nitakuua. Siwezi kukulaumu eti ni kwa sababu gani amekubali kuingia katika maisha yangu. Pia siwezi kubadilisha kitu. Wewe tayari ni mwanangu, huwe wa kike au wa kiume. Jina lako ni Makusudi. Nakupenda Makusudi wangu, makusudi Naomba usije ukaniuliza chochote kuhusu baba yako. Baba yako ameshakukataa mwanangu. <laughs> Maisha yaliendelea na siku ya kujifungua nayo ikawadia. Ilikuwa ni siku yenye hekaheka sana, kwani binti yule alikuwa na hali mbaya iliyosababishwa na kucheleweshwa kwenda hospitali na alipofikishwa hospitali tu, moja kwa moja akapelekwa kwenye chumba maalum kwa ajili ya kupatiwa huduma ya kujifungua. Wao alijifungua salama, ila alipoteza damu nyingi sana, hali iliyopelekea mwili wake kuishiwa nguvu na kushindwa kumshika mtoto wake. Alipoona anazidiwa zaidi, alitamka maneno haya kwa nguvu: nesi, nesi, kama sitaishi tena, naomba uambie ndugu zangu huyo ni makusudi na mimi ndiye baba yake na mama yake. Aisha akafariki. Hii inaumiza sana, ila pole sana Aisha, umeondoka ukiwa na umri mdogo huku ukiacha alama ambayo haikutambui zaidi ya kuhadithiwa habari zako kwa ndugu na jamaa zako. Aisha, yule mwanaume japo anamfanana sana mtoto wako lakini hajawahi kumkubali. Hata alipopelekwa kwake bado alimkataa kata katakata. Kama ulivyoweza kutunza siri ndivyo na yeye alivyoshikilia msimamo wake wa kutokuitambua mimba yako na hatimaye mtoto ambaye ana miaka sita sasa. Umeacha huzuni kwa wazazi wako, Aisha. Pumzika kwa amani, ila naelewa Mungu. Hii waendee baadhi ya wanaume wenye nia ovu na mabinti, mwisho wa siku wanawaachia majuto na kuwaingiza kwenye majukumu yanayowazidi umri wao. Akina Aisha wapo wengi sana huko mtaani. Mkishindwa kuwasaidia muwaachie uhuru wao, muwache watimize ndoto zao, pamoja na ndoto za wazazi wao, na mkumbuke chochote mnachopanda ndicho mtakachovuna, maana malipo ni hapa hapa duniani. Simulizi hii inaitwa Aisha Pumzika kwa Amani. Mwandishi na msimuliaji ni mimi Agnes Hosea. Unaweza kunipata kwa simu namba 0625979265 lakini pia unaweza ukatembelea mitandao yangu ya kijamii. Instagram natumia underscore Agnes Osea, Facebook Agnes Osea, mtandao wa X Agnes Osea na kule TikTok ni underscore Agnes Osea. Kwa wewe ambaye bado haujasubscribe, unaweza ukasubscribe, ukalike, ukakoment na kushare kwa watu wengine wengi zaidi ili na wao waweze kujifunza. Hadi wakati mwingine, asante. Hili, mime,